Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata umeme wakati wote, na serikali hii awamu uh, ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imewekeza fedha nyingi katika kuhakikisha kwamba mradi huu umekamilika kwa wakati, lakini si kukamilika tu, lakini tuna uwezo wa kutoa umeme kutoka eneo hili na kuweza kuwafikia Watanzania. Uh, mitambo yote uh, ya mradi imekamilika, ipo mitambo yote ya uzalishaji wa umeme. Baada ya kuanza kufanya kazi mradi huu hata mtakuwa mmeona nyinyi wenyewe na Watanzania uh, kwamba uh, mgao wa umeme umepungua na kuisha. Kwanza ilikuwa kuona namna gani Watanzania wanapata wana, wana, wana umeme wa kutosha. Ndio ilikuwa kipaumbele cha kwanza ambacho kwa sasa uh, kama mlivyojionea wenyewe ndani hapa muda huu tu tunazalisha zaidi ya megawati mia nane na hamsini hapa saa hizi tunavyozungumza. Kwa hiyo kwanza ilikuwa ni kuhakikisha tutapata umeme uh, wa uhakika na tutaendelea kwa kushirikiana na wenzetu wa TANESCO, MD yuko hapa na timu yake, kuhakikisha kwamba tunamaliza mgao kabisa katika taifa letu, lakini sasa tunachoenda kukifanya kikubwa ni kuhakikisha tunajenga transmission line ya kutoa umeme mwingi zaidi kutoka hapa uh, katika eneo uh, hili na kwenda maeneo mbalimbali ya Tanzania. Na kwa sasa tayari kuna mradi umeanza wa kutoa umeme huu uh, pale Chalinze kuelekea Dodoma, ambapo tutazidi kupeleka umeme wa uhakika kwa Watanzania wa maeneo mbalimbali, lakini vile vile kuna laini ambayo inatoka hapa kwenda Mkuranga ambayo laini hiyo pia itapeleka umeme wa kutosha zaidi katika kongani ya viwanda iliyokuwa kule, lakini si tu katika kongani ya viwanda iliyokuwa kule Mkuranga, um, lakini hata katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam. Uwekezaji uliofanyika kwenye sekta yetu ni mkubwa sana. Hivi ninavyozungumza miradi inayoendelea TANESCO ni ya shilingi trilioni kumi na tatu nukta tano. Tuna miradi arobaini na moja inaendelea. Miradi sita ya kuzalisha umeme na miradi thelathini 35 ya njia za kusafirisha umeme, uwekezaji wa serikali ya awamu ya sita kwenye umeme peke yake. Kwa hiyo mimi niwathibitishi Watanzania kwamba kwa sasa tunavyozungumza, umeme wa kutosha tunao. Nachowathibitishia Watanzania sasa hivi, mgao hakuna Tanzania. Kilichopo sasahivi tunaweza tukawa tunatoa taarifa kwamba sehemu fulani tutazima umeme kwa sababu ya kutengeneza miundombinu.